Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa Neno Media, nipende kuukaribisha katika kipindi hiki tena cha tafakari ya Neno la Mungu siku hii ya leo. Tukiwa, ikiwa ni kipindi cha tatu tangu tulipoanza somo linalosema mipaka tunayomwekea Mungu ni zuio la kufika Kaanani. Mipaka unayomwekea Mungu ni zuio la kufika Kaanani. Tukiwa tunaongozwa na Zaburi ya 78 aya ya arobaini hadi arobaini.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 Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Zaburi ya sabini na nane aya ya arobaini hadi arobaini na mbili inasema: walimwasi jangwani mara ngapi na kumhuzunisha nyikani, wakarudi nyuma, wakamjaribu Mungu, wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli. Hawakukumbuka mkono wake wala siku ile alipowakomboa na mtesi. Tangu mwanzo tumepita tukajaribu kupata aya mbalimbali na mistari mbalimbali katika Biblia ambayo imetusaidia kuona namna ambavyo tunamwekea Mungu mipaka. Tulikwishaona namna gani huwa tunaweka mipaka pia kibinadamu, kawaida, majirani, ndugu, marafiki, nchi na nchi, namna tunavyoweka mipaka. Tukaona pia hata kibiblia walivyokuwa wakiwekea wakiwekeana mipaka kabi, baina ya kabila na kabila juu ya umiliki, lakini pia tukaanza namna ambavyo tunamwekea zaidi sasa Mungu mpaka, sio tena sisi kwa sisi, bali tunavyomwekea Mungu mwenyewe mpaka. Tukaanza na namna ya kwanza ambayo ni imani. Kukosa imani, tukaona ni jambo mojawapo ambalo linasababisha au lina linamwekea Mungu uzio wa kutendea sisi mambo mengi kwa sababu ya imani. Na tukaona pia katika Ibrania tukiambiwa kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Tukaona pia Mungu anasema ya kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani ile, Ibrania uh, sura ya kumi aya uh, ya thelathini na nane. Na kama nikisita sita, basi furaha ya Mungu kwangu inapotea, kwa sababu sina imani kwake. Tukamgusa mtu anaitwa Ibrahimu, tukaona jinsi ambavyo alikuwa na imani. Tukazungumza zaidi imani kwamba ina mambo mawili makubwa, uhakika na kusubiri. Tukapita hapo. Basi, kama haukubahatika kuona kipindi kilichopita, ni kusihi urudi ukitizame uweze kuunganisha vizuri na leo. Tunasogea kwa namna nyingine, ambayo namna ya pili ambayo tunamwekea Mungu mipaka. Namna ya kwanza tumekwisha kuona ima, kukosa imani. Namna ya pili kukosa kushukuru, kuto kushukuru, kukosa shukurani katika maisha yetu ya kila siku. Neno shukrani ni neno ambalo ni kama dogo kusema na shukuru ni kama dogo, lakini linapotamkwa lina uzito na ni pana mno na ni kubwa kuliko namna ambavyo walio wengi kunafikiri, na hatima yake kuna aidha kuzuia au kutoa ruhusa ya mimi au wewe kupokea zaidi au kupata zaidi. Kushukuru ni kuonesha thamani, kushukuru ni kuthamini to appreciate tu kuonesha kwamba hili nililotendewa ninalitambua, ni kutambua kwa kama ninathamini, ninatambua kile ambacho nimetendewa. Yumkini sio Mungu, watu tu wamekufanyia jambo fulani, kitendo cha kusema neno asante, kuna kitu ambacho unaonesha kwamba nimetambua, nimethamini. Katika maandiko tunaona tukiambiwa katika yote tunayofanya, katika yote tunayotenda, tunapaswa kushukuru, na tunaambiwa tushukuru kwa kila jambo. Sasa Mungu anapotutendea halafu tusiposhukuru, tunasema tunazuia wenyewe au tunajiwekea mzio wenyewe wa kukosa baraka. Tunapojifunza kwa wana wa Israeli, katika kitabu cha Hesabu walimnungunikia Musa. Kitabu cha Hesabu sura ya 21 aya ya tano, Biblia inasema, watu wakamnungunikia Mungu na Musa, mbona umetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani maana hapana chakula wala hapana maji na roho zetu zina kinai chakula hiki dhaifu. Ukisikia hii lugha waliosema hapa, maana hapana chakula wala hapana maji na nafsi zetu zina kinai chakula hiki dhaifu, maana yake tunakumbuka walipewa maana, na ni chakula hiki hiki walichokifurahia wakashangilia, ya kwamba kumbe Mungu anatupenda wakafurahi wakawa wakiokota maana, wanakula. Baada ya muda wameshindwa kuthamini kwamba hiki tumepewa na Mungu. Sasa wanahuzunika, wananungunika mpaka wanasema tumekinai. Kukosa shukrani, waliomba hawana chakula, wakataka kumpiga mpaka mawe Musa, mpaka Musa anauliza sasa mimi nitawafanyia nini? Mungu anasema nimesikia kilio chao, lakini ninawapa chakula hiki kuwajaribu, akawapatia maana Wakafurahi, lakini mwisho wa siku wanakinai, wanasema nafsi zetu zinakinai chakula ya kidhaifu. Hatima yake mpaka wanakumbuka vitunguu saumu, wanakumbuka matikiti maji ya Misri, wanatamani kurudi Misri. Sasa tunaona kwamba binadamu namna tulivyo katika kitu kinaitwa kutoshukuru, tunapojifunza katika maandiko ni, ma, ni, ni, ni mistari mingi sehemu nyingi zinazungumza tumshukuru Mungu na baadhi ya maandiko yamejirudiarudia sana. Unaposoma Zaburi ya 105 aya ya kwanza, Zaburi ya 106 aya ya kwanza, Zaburi ya 107 aya ya kwanza, ukisoma Zaburi, Zaburi ya 33 aya ya tatu, Zaburi ya mia moja aya ya nne, kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati sura ya 16 aya ya 8, kitabu cha kwanza cha Nyakati sura ya 16 aya 34, utakuta kote tukiambiwa kuhusu kushukuru. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana wa majeshi, litieni jina lake. Mshukuruni Mungu, mshukuruni, mshukuruni, mshukuruni. Katika hili ni sema jambo kubwa ambalo maandiko yanatuasa kufanya. Katika waraka wa mtume Paulo kwa Korosai, sura ya tatu aya 17 tunaambiwa kwamba na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Yote tunayotenda, yote tunayofanya, kila linalotupitia katika maisha yetu ya kila siku, tushukuru. Tumshukuru Mungu kupitia Yesu Kristo. Tumshukuru Mungu. Jambo kubwa kushukuru, kushukuru kushukuru. Kitendo cha kukosa shukurani ni kitendo cha kujinyima baraka. Kitendo cha kukosa shukurani ni kitendo cha kujiondolea mlango wa miminiko wa neema. Ni kitendo cha kuweka zuio. Angalia, hawa watu kwa kile kitendo cha kukosa kushukuru ilifikia hatua na Mungu akakasirika, akasema sasa kwa jinsi ambavyo wamekosa namna hii sasa hawatafika, hawa watu wataishia hapa. Hatimaye waliofika Kanaani ni watoto wao wa. Wewe na mimi tuna nini? Tunahitaji ni vitu gani? Unatamani ungepata kutoka kwa Mungu? Lakini je, unakumbuka umekwisha tendewa mangapi? Unatambua thamani ya hayo? Unathamini yale ambayo tayari umekwisha kutendewa? Kwa hiyo kwa kwa jambo linalopita katika maisha yangu, ninapaswa kuthamini, kuthamini kuonesha thamani ya kwamba nimetendewa, nimefanyiwa. Lakini tatizo tulilonalo ni kusahau. Tunafanyiwa tunasahau. Niliomba sana ninataka kuoa, niliomba sana ninataka kuolewa, nilipopata nikafurahi, lakini baada ya muda naanza kulalamika, huyu Mungu bwana, huyu Mungu bwana, kwa sababu kuna jambo fulani ninaomba bado halijafanyika. Nasahau kwamba hata mengine niliomba akatenda, niliomba akafanya. Kwa hiyo jambo ambalo tunaambiwa katika somo hili, kumbuka kushukuru, kumbuka kushukuru ni mlango mkubwa wa mafanikio ya kiroho, ni mlango mkubwa wa mafanikio kwa yale ambayo tunamwomba Mungu, ni mlango mkubwa wa kupokea. Kama vile imani ilivyokuwa mkono wa kupokea, sasa shukurani ni mlango, imani mkono wa kupokea, lakini shukurani ni mlango unaofungua baraka, ni mlango unaofungua miminiko wa neema nyingi kutoka kwa Mungu. Na hatimaye Paulo anatuambia katika waraka wake kwa Watesalonike sura ya tano aya ya 18 anasema shukuruni Mungu kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Kwa kila jambo tushukuru, lakini mmoja ya kona ambayo huwa ni ngumu na wengi tunashindwa ni pale ambapo tunaona mambo ni mabaya, lakini tunaambiwa tushukuru kwa kila jambo. Labda tutuanze kutafakari, mimi na wewe, nikipata msiba ninao uwezo wa kushukuru, nikipata janga fulani nina uwezo wa kushukuru. Nikiona mambo hayaendi, nina uwezo wa kushukuru, au manunguniko yalipo yanapoanza kama wana wa Israeli walivyofanya. Kwa leo, ninakumbushwa nina, nina, aswa kushukuru kama mlango wa kufika katika yale ambayo ninayatamani. Tunayo mipango mingi, tunayo haja nyingi, lakini kitendo cha kushindwa kushukuru ni kujizuia au ni kumzuia Mungu kutenda yale ambayo angeyatenda kwetu na hatima yake tunashindwa kuona mimi nikwa baraka na neema zake, tunaendelea na kulaumu na kulaumu. Labda nikupe mifano michache ambayo inaweza kukusaidia kutafakari, au kutusaidia kutafakari katika hili. Tunapokula chakula huwa ikoje? Walio wengi tunakumbuka kuanza kwa sala, je, tunakumbuka kumaliza kwa sala? Yani kushukuru kwa chakula. Nimeomba, nataka kuoa, nataka kuolewa, nikapewa. Baada ya hapo, nilikumbuka kushukuru? niliomba kazi nikapata, je nakumbuka kushukuru? Mimi na wewe leo tunaaswa tusisahau kushukuru. Nipende kukutakia tafakari njema na siku iliyo njema na Mwenyezi Mungu akubariki. Asante Yesu wewe ambaye umetupatia kipindi cha leo na umetufundisha juu ya shukrani, shukurani na kusudi, ukayaweke mioyoni mwetu na ukayapatie mzizi ndani yetu ili tuweze kukumbuka kwa kila hali tunayokuwa tukipitia, na jina lako likapata kutukuzwa katika maisha yetu ya kila siku, kwa jina la Baba na la na la Mwana na la Roho Mtakatifu.